Kupitia Chama cha Mapinduzi, Dkt. John Pombe Magufuli ameahidi kubadilisha mfumo mzima wa kiutendaji wa jeshi la polisi ikiwemo kuboresha maisha yao pindi atakapochaguliwa kuwa rais wa awamu ya tano, kwa lengo la kuboresha zaidi ufanisi wa jeshi hilo katika utekelezaji wa kazi yao ya ulinzi wa raia na mali zao. Akiomba kura kwa wananchi katika mji mdogo wa Tunduma na vijiji vya Laela na Nzoka katika mkoa wa Songwe, ambapo amelakiwa na idadi kubwa ya wananchi waliojitokeza kumsikiliza mgombea huyo. Dr. John Pombe Magufuli ameahidi kuboresha mishahara na vitendea kazi kwa jeshi hilo. Amesema jeshi la polisi linatakiwa pia kubadilika katika kupambana na uhalifu, huku akiahidi kutoa mamlaka kamili ya kiutendaji pindi atakapochaguliwa wa ambao itafanya kazi zake kwa uadilifu wa hali ya juu na kuzingatia maadili. <coughs> Hi, nadi mgombea huyo mjumbe wa kamati kuu ya CCM William Lukuvi, ambaye pia ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, alisema CCM wameona uwezo wa kiutendaji wa Dr. John Pombe Magufuli akiwa waziri hususani wa ujenzi ambapo amemudu kusimamia ujenzi wa barabara za viwango nchini nzima. Hakuna kiongozi yoyote ambaye ameweza kusimamia maendeleo na kufanya jambo likaonekana na likawaunganisha watanzania wote kama Magufuli. Kwa hiyo chama tumeamua kumpa bendera sasa, ili achimbe magugu yote yaliyobaki.